tukiongozwa vile vile na ujumbe wa Baba Mtakatifu kwa mwaka huu katika ujumbe wake kwenye siku ya mawasiliano. Sasa, kila mwaka kuna ujumbe ambao wanautoa Baba Mtakatifu. Amependa na anatukumbusha kweli kwamba mawasiliano yetu yawe ni mawasiliano ambayo yanakuja kujikita kwenye ah, hilo ambalo ndo wote tuko tunalitizama hilo la matumaini kumbi yawo ni mawasiliano ya kuleta matumaini. Ndo baba mtakatifu kasisitiza katika ujumbe wake ambao ameutoa kwenye siku hiyo ya mawasiliano, mawasiliano ambayo yanakuja kuleta matumaini na jinsi yatakavyotolewa sasa, yatolewe kabisa kwa unyenyekevu, tunajishusha, hatuendi kupambana, hatuendi kwenda juu tu wa kwanza kutoa mawasiliano tatizo ambayo unakuja katika hao ambao wanakuja kufanya kazi ya kuleta mawasiliano kwa kutumia vyombo hivyo ambavyo sisi tunapenda vikue, lakini vikue vikiwa vinaingilishwa na hizo kanuni zetu na taratibu zetu ambazo zinakuja kumkomwa mwanadamu. Kama ni magazeti, yaleti matumaini na yatuandikie vitu, na viandikwe katika hali hii ya unyenyekevu. Kiasi kwamba mimi nayesoma kweli napata matumaini kwamba ni habari ambayo inakuja kunikomboa hii. Kama ni vyombo vingine vya uchapishaji, na vyenyewe tunataka tuvienjilishe. Vinachapisha nini? Vinatoa nini? Ni hayo hayo. Kama ni redio zetu ambazo tunazitumia kuleta mawasiliano, mimi kama ni Mkatoliki niko hapo kwenye redio hiyo, nafanya kazi hiyo ya kutangaza au tunafanya kazi ya kuleta habari mbalimbali, basi ziwe ni habari ambazo zitaleta matumaini kwa watu. Leo tuna hivi vyombo vingine kabisa, intaneti, mnafahamu hizo ambazo zimesikia za redio Toronto online ni vingi mla, zamani ilikuwa sio rahisi, lakini siku hizi kila mmoja tu ana simu yake, anatengeneza namna ya chombo cha kwanza kuleta habari na taarifa mbalimbali zingine. Hata hawakulipia hata ushuru, bila rushwa, anaenda kuwakamata kila leo, matatizo makubwa, hata anataka kutoa taarifa. Tusiingie humo na sisi Wakatoliki ambao tunajua kabisa kuna utu alafu kuna kanuni hizo taratibu maadili ya Kikristo ambayo anapasha ya indani na taratibu zinazenda naiba na alafu na ta, naanza kufanya mambo hayo, sasa naanza kurusha na taarifa nyingine ambazo kinyume cha kuleta matumaini, sasa inakuja kuleta vilio na vifo. Kama nilivyosema, kumbe mwaka huu kwa kweli, Baba Mtakatifu amesisitiza kitu hicho. Mi naomba tujitizame sisi labda kama waandishi wa habari, kama watangazaji na kama wasimamizi wa vyombo hivyo ambavyo ni vya mawasiliano hiyo kazi zetu hizo tunazifanyaje? Mi nanisikitisha sana, sio leo tu, hata nilipokuwa nje nilikuwa nafatilia sana ni taarifa na habari za kwetu hapa Tanzania. Nakumbuka iliniumiza sana wakati ule kabla, eh, Mheshimiwa sasa ameshaondoka eh, Magufuli, John pombe E, aliposimama ilikuwa nielekea mwishoni mwishoni hapo, nakumbuka no wakati ule alipokuwa anarusha habari za uongo hizo ambazo hazileti matumaini, hazileti furaha kuhusiana na mheshimiwa Mpango. Mnakumbuka na nyinyi, si waandishi wa habari? Siku hiyo ikatolewa, akabidi isomwe nani, e, ujumbe uliotoka kwake yeye, ambao walikuwa wako wanamaliza, wanamuua. Na sio mara moja amefanya kitu hicho na sio yeye tu peke yake, achana na, na, na, haya ya kwetu. Juu zimeyasikia hayo e, e, e, ya Baba Mtakatifu na mmeyaona, na mapicha mmeyaona hayo e, jinsi wanavyotoa ni habari hizo ambazo ni fake news, hizo habari za uongo ambazo badala ya kuleta matumaini zinaanza. Halafu sasa mimi sina shida na hilo la kumtafuta huyo ni nani anafanya hilo, lakini sasa kinachonishangaza sisi wengine ambao tungelipata tuzuie vitu kama hivyo, tunakua wa kwanza kurusha habari hizo yeah? Kuzirusha hapo, mimi ndio asielewi, mpaka na mtu wa heshima kabisa, mtu wa heshima ambao ndio angekusaidia, lakini huyo wa kwanza kurusha hicho ambacho ni fake news. Sasa tunajiuliza nyinyi, watu wa habari, je, mnatuelimisha, mnatufundisha hivi vyombo tuvitumieje? habari hizi mzitumieje au bali mzipeleke namna gani? habari mzipokee namna gani? Ndio swali langu linakuja hapa. Mimi nafikiri tuna haja ya kufanya hivyo, Baba Mkurugenzi na ndugu zangu, mnapokuwa mnatuelimisha au mnarusha habari hizo, habari hizo mnatuletea, mnapokea habari sijui kutoka kwa nani, na sasa ndio bala kabisa na vyombo hivi, hii teknolojia ya kileo ambayo kila mmoja tu akiamua tu anaweza kufanya fichi, ni dakika, ni sekunde, anatuma kitu alafu sasa bahati mbaya hao ambao na wao ni kama vile wameugua. Sisi nyumbani watu, nasema kuna watoto wengine kama, <laughs> kama vile wamechanjiwa kutembea, yani wamemchanja, akisimama tu ni kuondoka. Sasa kuna wengine kuzomba ya habari ni hivi hivyo, kama vile amechanjiwa. Mwehu ni mlevi huyu wa, wa kupokea mara moja, ni kama hawalali wale, inakuwa ni ni, ni, ni kama nani, hao watu wanaotawaliwa na pombe wanaotawaliwa na na, na dawa za kulevya hizi naona tawali hujijui ila kilume tawaliwa kasi anaamka kila kila akiamka nafikiri cha kwanza nicho. Ya na kunyina, ni hicho kabla hajanywa chai hajapiga hata na mswaki kuko ameshaenda kwenye nani wa kwanza kutoa taarifa, lakini taarifa gani anazozitoa mimi nimewaachia hayo sita kusema mengi zaidi, lakini tusaidieni, tufundishi na wafundishi hasa hawa ambao huwa ni wa kwanza wanakurupuka wakifikiri labda ni heshima eh, wanapotoa hizo habari wakati wanatuletea habari ambazo si kweli, si habari za kuletea matumaini kama Baba Mtakatifu anavyotuomba, badala yake ni habari za kuleta mfarakano, habari za kuleta eh, jazba, habari za kuleta eh, maumivu na maangamizi katika jumuia zetu, katika familia zetu na katika jamii yetu. Inasikitisha, lakini basi, mimi nafikiri, mtakapofanya hija hiyo tumuombe huyo mtakatifu Gabrieli ambaye ndiye msimamizi wetu awezi nasi, kwa maombezi yake au tukifata mfano wake, tuhakikishe kabisa kwamba mawasiliano yetu yanakuwa ni mawasiliano ya kuleta matumaini, mawasiliano ya kujenga na sio ya kubomoa, asiyo kuleta taharuki, bali mawasiliano ambayo daima yatatukomboa.